usimjaribu Bwana Mungu wako, maskara yaliyofanywa ndani ya boks hii, ni rahisi sana. Ndiyo, afande amelegeza kamba, lakini hii ni rahisi sana. Jumanne ni mkazi elfu mbili alikuwa na kila nafasi ya kuweza kuklia, lakini ikashindikana. Muda firiaha ya bas akatengeneza bonge la asisti, ambayo imezaa bonge la bao kwa kuplace tu mpira wa mijaa ndani ya kamba. Jumanne elfu mbili miongoni mwa matukio ambayo hawataweza kuyasahau. Basi pamoja na hili nyota kama hawa Young Africans, class kama hii unaifanyia mashara katika boksi yako, unategemea nini? Wanadhibiwa tena, Tanzania Prison namba tisa Israel Mwenda. Tanzania Prison dhidi ya Yanga Sports Club, Isra Haruba, bao la nne kwa wananchi, Israel Patrick Mwenda. Afande alikaza we lakini amelegeza kamba, anaendelea kuelegeza kamba. Chadrack Boka alinyanyua pasi nzuri ile, akaugonga mpira kwa nguvu kwa kichwa na ukajaa wavuni. Ezra Patrick Mwenda, ni bao safi kabisa ambalo ameshindwa kulizuia lisitokee. Beno Ngafa namba nane Lionel Ateba Ken Gold dhidi ya Simba Sports Club. Weka ndani kule, ni Lionel Christian Mbida Ateba bao la nne, arba bi sufuri. Ile friki ya Eli Mpanzu ina mkuta Lionel Christian Mbida Ateba naweka bao la nne kwa Simba, migibetokea pale. Tazama mpira wa walishangaa vijana wa KenGold mpiruka mkuta kwenye nafasi Lionel Cristiani Atebamida akifunga bao la nne kwa Simba. Namba saba Jibril Sila, Azam FC dhidi ya Tabora United. Sila Jibril Sila anatumia vyema maarifa na akili walizokuwa nazo Idinado na Abdul Sopu anaiandikia Azam FC goli la tatu dakika 29, njema ya asubuhi ya kesho ikawa inaonekana jioni ya msimu huu wa 2024-2025 kwa Azam FC. Angalia cutback pass ya Idi Selemani Ali ikakutana na mguu wa kushoto, mguu wa maarifa, mguu wa dhahabu wa Jibril Sila. Namba sita Idi Seleman Nado, Azam FC dhidi ya Tabora United imetengwa kwa Idi Nado Azam Football Club. Kuna kisasi na nongwa. Shughuli ilianzia hapa. Baada ya kujichanganya, Yasin Mustafa Salum akapokwa umiliki wa mpira na Braziliano Yahya Zaidi Omar, kisha akautenga ule mpira kwa Idi Selemani Ali Idi Nado. Alichokifanya ni kutandika bakora kwa mguu wake kushoto na mpira kujaa kambani ulipomshinda mlinda mlango Selemani Fikirini Bakari. Namba tano Munziru Vuai. Mashujaa FC dhidi ya KMC kwenye njia kule, nafasi ile, anaandika bao la kwanza. wanasema jitihada ushinda kudra, hazishindi kudra ya mwenyezi Mungu. Munziru Vuai anaandika bao la kwanza, ilikuwa ni kazi nzuri, mpira ambao ulirushwa poke mwa kinyuke Barama Mapinduzi aliucheza kidogo tu ile mpira ukampoteza mlinzi wa timu ya KMC, na Mundil Bwai anaweka mpira ndani ya nyavu. Namba 4 Kibu Dennis Ken Gold dhidi ya Simba Sports Club. Panzu. Apigwa pasi lakini anainasa ile Gabriel wanaonja asali hapa KenGold, taa mmoja wa moto kweli kweli, kip Dennis akwambia, we ndi golikipa we nani, usipigiwa mashuti bwana, wewe nani, usipigiwe mashuti. Kip Dennis Prosper yokota ile. What a strike! Fantastic striking kutoka kwa kip Dennis Prosper. Namba tatu, Eli Mpanzo, KenGold, dhidi ya Simba Sports Club. Tatu, Eli Mpanzo, KenGold dhidi ya Simba Sports Club. Mpanzo! Mpanzo! mkuu huyu katika hesabu za soka, bali kabisa kula na achia bomba moja matata kwa kweli. Jukwani pale ni furaha kabisa alimpunguza kambia tulia, bali kabisa kula. Eli Mpanzu nishuta, bao limepimika, likaenda kwenye viwango vya juu kabisa, limeenda kupoteza golikipa, mpira umejaka mbani mbili Namba mbili. Abdul Suleiman Sopu, Azam FC dhidi ya Tabora United. Pasco Msindo amenyanyua ndani, Sopu! wanaandika goli la kwanza Azam FC kupitia Abdul Suleiman Sopu dakika ya kumi na moja ya mchezo. Inakuwa dakika ya furaha kwa Azam Football Club, kisasi kinaanza kulipwa. Dakika ya kumi na moja anakunywa maji, anashuka Rashid Taus Akiendelea kuwaonesha Azam FC kwamba hawajakosea kumtoa kwa ugosi wa Kaya Coastal Union na kumleta jijini Dar es Salaam. Salam si kwa kuangalia magorofa, wala magari au SGR, isipokuwa ni kuifanya kazi ya matajiri wa fedha, na boli cross ya maana na umaliziaji wa viwango. Na namba moja ni Zabona Mayombya, Pamba Jiji dhidi ya JKT Tanzania. Imefika vizuri nafasi hiyo kwa Pamba Jiji, weka ndani kule, imejaa Tutazame pia save kali zilizofanywa na makipa kwenye ligi kuu ya NBC kwenye raundi ya 29. Namba tano Jacob Lonje, Ken Gold dhidi ya Simba Sports Club. Namba nne Jacob Lonje, Ken Gold dhidi ya Simba Sports Club. nyingine tena ni kona. Awana apoteza nafasi nyingine tena. Aliwekea na Mbida Ateba nafasi nzuri le Namba 3 Muhammad Hussein, Dodoma Jiji, dhidi ya Singida Black Stars. Inachezwa tena nafasi. Oh! Offside. Frank Kwabena Asink Hussein, namba mbili Sebusebu Samson Tanzania Prisons dhidi ya Yanga Sports Club amepitisha <laughs> mpira katika njia ya Mudafiri Yahya, Mudafiri Yahya, what a hit, what a save! Sebu, Sebusebu Samson analiweka salama lango la Prisons, lango la jela limezuiliwa, wanataka kumfunga fande. Mudafiri ya haya alinyosha kwa guru lake la kulia. Lakini Sebu Sebu amekataa. Na namba moja ni Musa Kamara Ken Gold dhidi ya Simba Sports Club. Wanajaribu sasa kutafuta bao. Ken Gold. Jaribu kana anagracha za pistuli kabisa. Musa Kamara. Akionesha kwamba yeye ni bonge la golikipa Mpuka Emmanuel. Ni hayo tu tuliyokuandalia wiki hii, tukutane tena wiki ijayo ambapo ligi kuu ya NBC inaelekea ukingoni.